Na kukufuata. Tuombe. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Amen. Somo letu la leo, linapatikana kitabu.

Kukawa giza juu ya nchi yote, hata sakenda jua, limepungua nuru yake, pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, E Baba, mikononi mwako na iweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Yule akida alipona yaliyotukia, alimtukuza Mungu akisema, Hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. Na makutano yote ya watu waliokuwa wamekutanika kutazama mambo hayo, walipona yaliyotendeka, wakaenda zao kwao wakijipiga piga vifua. Na wote waliojuana naye na wale wanawake walioandamana naye toka Galilea, wakasimama kwa mbali wakitazama mambo hayo. Amen. Sharika, naomba tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, leo macho yetu na mioyo yetu imekwekwa juu ya Bwana wetu Yesu ambaye alifikia kilele cha mateso yake na akafa msalabani. Tunakumbuka na kutafakari tena juu ya hadithi ya Via Dolorosa. Hadithi ya Getsemani kwa Golgota. Hadithi ya kikatili iliyojaa mateso na shida. Lakini kanisa linaita hadithi ya Via Dolorosa na kifo cha Kristo Ijumaa Kuu. Sio Ijumaa ya kutetemeka, sio Ijumaa ya huzuni, sio Ijumaa ya kusikitisha. Luka anarekodi kwamba kuna mambo kada ambayo yalitokea kwenye hafla ya kifo cha Yesu ambayo ilifanya ijuma hiyo kuwa tofauti na ijuma nyingine yote. Kwanza, giza lilianguka juu ya ardhi kwa masa matatu. Pili, pazia la hekalu lilibomolewa vifande viwili. Tatu, Yesu aliacha maisha yake. Nne, nahoda wa timu ya kusulubiwa alimtukuza Mungu hadarani. Tano, umati wa watu ulienda nyumbani ukipiga kifua yao. Waketi wale wa karibu na Yesu walitazama kutoka mbali wakati Yesu alikufa. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na giza lililofunika eneo lote kutoka saa sita hadi saa tisa katika mchana. Pana dunia kweli ikawa giza. Giza kwenye Ijumaa Kuu haikuwa jambo la kawaida la asili. Giza la kutisha kwa masaa tatu lilikuwa sawa na giza kabla ya Mungu kuunda nuru katika hadithi ya kitabu cha mwanzo sura ya kwanza. Luka alitaka kusisitiza kwamba ulimwengu ulirudi katika hali yake ya asili, hali bila Mungu. kwa kweli masa kumi na mbili ya mwisho ya hadithi ya maisha ya Yesu tayari yalikuwa yameonyesha kuwa mioyo ya wanadamu ilikuwa giza. Hawakupotosha kupotosha ukweli tu, lakini alijaribu kuwa kweli. Giza nyeusi nyeusi kwenye Golgata mnamo Ijumaa Kuu inaonyesha kuwa luwengu na ubinadamu fimetoka mbali katika swala la kweli na upendo lidumu kwa muda mfupi tu, saa tatu tu. Ilikuwa ndefu ya kutosha lakini sio milele. Hakika giza litapita, ubaya hauna siku zizazo. Siku ya Pasaka, siku ya ufufuo wa Yesu, itaenda kweli na kuwasilisha kwa nuru ya mlimwengu. Hili pia ni somo muhimu kwetu. Ubaya ni mbaya sana, lakini haijalishi ni mbaya sana haina siku zizazo, lakini baadaye jaji mkuu atakapokuja wofu wote utafunuliwa. Katika vitabu vya Matayo na Luka inasemekana kwamba sio jua tu ambalo lilikuwa giza, lakini pia kuna matetemeko ya nguvu. Dunia ilitetemeka kwa woga wakati ilipoangalia chanzo cha uzima kinakufa na pazia la hekalu takatifu likifunza ulimwengu kilichowatenga Mungu na wanadamu kiligawanywa. Na Mungu watu wote kutoka mataifa yote wanaweza kupata baraka za Mungu za wokovu. Kifo cha Kristo kilileta mabadiliko na upya katika historia ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe, wapendwa. Yesu alikufa msalabani sio kwa sababu ya mafanikio ya Shetani ambaye alichukua maisha yake. Yesu alikufa msalabani pia sio kwa sababu hakuwa na chaguo lingine la kulipa deni la dhambi ya mwanadamu. Yesu alikufa msalabani pia sio kwa sababu ya uhandisi na mafanikio ya hali ya viongozi wa dini ya Kiyahudi. Yesu alikufa pia sio kwa sababu alipoteza damu nyingi na hakuweza kubeba mateso, lakini Yesu alikufa msalabani kwa sababu yeye kwa upendo wake alichukua hatua hiyo na alikuwa tayari kutoa maisha yake. Yesu alitoa maisha yake kulipa deni yetu yote ya dhambi. Kwa hivyo Kifo cha Yesu msalabani ni kazi ya upatanisho kwa sababu alibadilisha adabu ya Mungu na laana kwa, da, kwa dambi ya mwanadamu. Kapteni Nahoda wa kusulubiwa alifanya kukiri kwake hadarani kweli mtu huyu alikuwa mtu mwadilifu. Hakuna dambi kubwa sana kwamba inaweza kumzia Mungu kutawala maisha yetu. Kapteni wa kusulubiwa alichochewa na Mungu kujua upendo na kweli kwa kukiri hadarani kwamba Yesu alikuwa mtu mwenye haki, jaribu kujitetea, alikubali kosa lake wazi na kuwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa tunaelewa maana ya kupigwa kuchapwa viboko hadi kubomolewa, kupigwa hadi nje ya sura, na yote kwa wokovu wetu, hakika Hatutadharau dhabihu ya Yesu kwa kufanya dhambi tena. Sadaka ya Yesu lazima ituleta kwa toba ya kweli. Wakati mwingine tunakiri dhambi zetu, lakini basi tunatenda dhambi tena. Sitakunya pombe. Sitakunya pombe tena, lakini samoja baadaye rafiki yetu anatualika kunya pombe na tujiunga na kusema ah, baadaye nitaomba msamaha tena katika sala zangu. Toba ya kweli sio kulia tu na kukubali nimefanya dhambi hii, na kwamba toba ya kweli huanza na kukiri ambayo inambata na kujitolea kwa moyo, kuruhusu moyo kukubali Yesu kama Mwokozi. Bwana Yesu sifiwe. Kuna watu ambao wanataka kumfanya Yesu kuwa mwokozi wao, lakini wasiruhusu Yesu kuwa bwana wa maisha yao. Kuna watu ambao hujiita waumini katika Yesu lakini bado wanajipa nguvu ya giza. Yesu yuko nje tu. Yesu haruhusiwi kuwa bwana anayedhibiti maisha yao au kudhibiti tabia zao. Yesu ndiye Bwana anayeshinda juu ya nguvu ya kifo. Kwa hivyo ushindi pia ni wetu. Kwa hivyo tunapaswa kuishi kama watu ambao wanashinda, hairuhusu tena nguvu yoyote kushawishi maisha yetu. Siku ya Ijumaa Kuu kulikuwa na kifo takatifu, ambapo damu takatifu ilimwagika ili kusafisha wanadamu wenye dambi kwa hivyo, acheni tujitole kubadilika kuwa bora katika siku zijazo kwa kumruhusu yes, kwa kumruhusu Yesu aongoze maisha yetu ili kifo cha Yesu msalabani si bure. Amen. Tuombe. Asante Bwana kwa baraka zako tumesikia neno lako. Tupe hekima ili tuweze kuelewa na kulitenda neno lako. Amen.